Kitabu cha Ibrania sura ya 4 mstari wa 16 neno la Mungu linasema basi na tukikaribia kiti cha enzi cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo hitaji lolote la mwanadamu ambalo analihitaji kwenye maisha yake au kwenye eneo lolote la maisha yake linafanyika kwake kama matokeo ya neema na rehema za Mungu kuingia kazini. Neema ya Mungu ni msaada wa Mungu wa kukupa kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako, kwenye maeneo mbalimbali, nje ya uwezo wako nje ya nguvu zako kwa namna ambavyo vigezo vya kwako vya kukupa hauna, lakini neema ya Mungu haifanyi kazi mahali ambapo rehema za Mungu hazijatangulia. Ukisoma andiko limesema kiti cha enzi cha neema ili tupewe rehema na kupata neema. Kwa neema hauipate mpaka umepewa rehema. Kwa rehema ni huruma ya Mungu ambayo inaingia na kuziba lile gap ambalo linakufanya usistahili kupokea unachopokea, linalokufanya usiwe na vigezo vya kupata unachopata, usifike unapofika, usiwe vile ambavyo Mungu amekusudia uwe, kwa sababu dhambi ilipoingia ilimpunguzia mwanadamu uwezo fulani.